auwauaamago ine nautayabs ine shafu inii nenooe jua watu wanakusema nini, kwa sababu watu wakikujua ya kuwa wewe ni mtumishi wa Kristo tena mbeba siri za Mungu, unajua Kubeba siri za Mungu si rahisi. Paulo anasema dunia haikufunuliwa hiyo siri, lakini sisi tumeipata hiyo siri. Na wewe, mbeba siri, lazima ujue watu wanakusema nini? Sasa anasema watu wakisha kujua condition na uwe mwaminifu, bado lazima tusimame katika uaminifu. Uaminifu umebeba vitu vingi. Jambo la kwanza, uaminifu lazima uonekane katika muda wako. Mmepatana na Mungu kutumika saa, lazima usimame kwenye kujua saa. Mkipatana saa sita, wewe ndio wakuja saa saba, uko mwalifu, hauko mwaminifu. Mmepatana kwenye

Unacheza, unaanguka kwa roho, hakuna ile tutasema iko emosio, haiko roho. Roho hawezi si, kukufanya ukose kutoa

huko kuweze sa za uko sasa zawe kuomba nina ninatokukabili shida yangu matatizo yangu, lazima uwe we mwaminifu. Uaminifu mebeba mambo mengi ndio maana amesema, lazima tuwe waaminifu Jambo letu la mwisho Petro anasema ni <coughs> Utum, utumishi tunaotumika ni wayari. Kama mchungaji tutakaye msimika leo, ajue hajaja kwa sababu amepata. Ndio kazi ya kupata faraja za Betesaida? Hakuna, ni kazi ya ni kazi ya ni kazi kazi ya hiari hii, kazi haiko tu kwa wachungaji, iko kwa kila mtu Ukristo. Wewe kama unaitwa mtumishi, ni kazi ya nini? Kwa hiyo tunaimba ni kwa hiari, lakini elewa hivi, utumishi ni wa hiari, ndani yake kuna shuti. Paulo anasema nini? Hebu mmoja tusomee wa Korinto wa kwanza 9, mstari wetu wa 15 hadi 16 tuone, jinsi mtumishi ulivyo na shot aweko. Wakorintho ya, ya, ya, ya. wa kwanza wa tisa, 15, 16 uh -huh. Lakini mimi lakini mimi sikutumia mambo haya hata moja, sikutumia mambo Usiandiki haya ili iwe hivyo kwangu mimi. Ila maana ni heri nife, uh -huh. kumpa wewe yote abatilishe huku kujisifu kwangu. Unajua? Paulo anasema hivi, ni heri nife. Licha ni kazi ya yai, lakini anasema ni heri nife. Malizia baba, malizia, malizia. Tule kumi na sita. Eh. Kumi na sita inasema. Maana maana maana Ema, oh, unajua, na ubiri Injili, na ubiri Injili, kujisifu kujisifu sina la ana ui wangu. Unajua, ulipokabidhiwa dhamana na Kristo ya ya ya ya ya ya ya kwamba eh, siku ile umekabidhiwa dhamana, utakuwa mwimbaji Chama, usio liono ni ole, usipo wachika, ninmwambe siku ile umekabidiwa zama, tukisema tutakuwa mkurugenzi, huyu ndiyo mama mkurugenzi, huyu ndiyo kijana mkurugenzi, sawa. Ujue ndani kumefichana kitu usichokiona, kinasema ole usipotumika. Lakini utumishi ni nini? lakini iai ea Iyai yenye kubeba shuti hiyo, tutasema ni yale. Inasema kuna shuti inayokudai usipokimiza. Yeye anasema siko na wewe. Yaanasema uko nisikie vile nipewa dhamana ya kuongoza wewe, ujue kuna shuti, na usiposimama katika uaminifu, yeye atasema wewe ausahii, umekabidhiwa dhamana, lakini ndani yake kuna nini? Ila Petro anasema ah, ni kazi ya hiari. Hiari maana yake nipende, nifanye; nisipende, niache. Sio vile yeah. haiko vile kukwambia hivi, uzoee shida zote zitakazo kutokea, matatizo yote yatakayo kutokea, uyaone kama si kitu, kwa sababu ya huduma ndiyo yari yenye kuwa Bwana Yesu atukuzwe. Tumeshukuru mwalimu kwa mafundisho. Niulize tu kitu kimoja, umesema kwamba tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu kwa njia zote zile, kulingana na mwalimu tuelezee, lakini wakati mwengine hata kama mimi ni kiongozi ni mwanadamu, sitafikia kama Mungu. Wale ambao inaowaongoza wasiko wa nitia moyo, nifanyeje? Sawa sana, swali saliko nzuri. Unajua, kutiwa moyo inaomba mambo mawili makubwa. Yohana sura yetu ya kumi na mbili mstari wa ishirini na sita. Inasema hivi, mtu akinitumikia anifuate, mahali nilipo na mtumishi wangu atakuwa na mtu akinitumikia tena, anarudilia lile neno, Baba atamwishia elewa. Hivi usi, usitafute kutiwa moyo na watu, tafuta kutiwa moyo aliye kuajiri kwenye huduma lakini watu watu watu unajua heshima yako, lakini ukitafuta watu watakuponda. Unajua watu wakikuweka uwelewe tena, watu watakutoa, watakuambia tamina uzeka tamina uzeka, shetani atabangiria, watakutoa. Lakini ukitafuta heshima kwa Mungu, faraja yako iko kwa Mungu. Kuna mwingine Ah, wanaweza siku mama mama tu. Na na cheo cheo. Je, mongozo unajua mimi nimegusa ng'ombe zote. Nimesema hivi, kanisani hakuna aendaye bure. Insani wote ni watumishi. Kwa lugha nyingine, wote wameajiriwa na Kristo. Sasa katika kuajiriwa, kuna walioajiriwa kuwalinda, walioajiriwa sawa. Inasema hivi waheshimu wao, maana wao wataulizwa hesabu ya wale walioongoza uchungaji. Mimi nasema kaile, kama Mungu akisema wewe leo umekuwa mchungaji, tenda Mungu wa Emai. Kwa nini mtu mwenye alipewa dhamana ya watu ataulizwa l akatale akubali, anahitajika ajue yeyote aliyevunjika mguu ni nani na amevunjikia wapi na nifanye nini ili nimrejeze sasa huyo. Na kuna yule ameajiriwa atumike kwenye huduma kulingana na alivyo lakini tumeajiriwa tofauti. Kuna aliyeajiriwa kulinda walioajiriwa, na kuna aliyeajiriwa kulinda kulinda kulinda hivi, yeah. Eh. Sasa wewe kama umeajiriwa elewa, utaulizwa hesabu ya kile ulichoajiriwa. Mimi niliajiriwa kwa ajili ya sifa, uko naiba eh?

wako shurutisho ni mambo manila amabuukipa kila itopole. Kwa hiyo wewe una huduma yako na ile huduma lazima ujue. Sasa wale wahudumiwa, kwa nini sikusema habari zao?